Ndugu wananchi, vijana mkiwemo, wanahabari, viongozi na wageni waalikwa, sote tunatambua kwamba tuko kwenye wiki ya vijana taifa, wiki ambayo kila mwaka hufanywa kati ya tarehe 7 8 mpaka tarehe ya kila mwaka n mwezi wa kumi, kipindi ambacho kinaelekea kwenye kilele cha kuhitimisha mbio za mwenge kitaifa. Wiki hii ni kumbukumbu pia ya wazee wetu wa kitaifa, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa jamhuri vile vile tunaunganisha na kukumbuka baba taifa la Zanzibar, hayati mzee Abedi Amani Karume. Tunapowakumbuka hawa kupitia hii wiki ya vijana, tunakutana pamoja kujadili hatima ya vijana, na hasa tukizingatia, tunayo historia nzuri katika taifa hili ilioasisiwa na wazee wetu walioongoza taifa hili. Na kwa hiyo wiki nzima vijana kunaeza pamoja kwa ajili ya kubadilishana mawazo, kujadili mambo ya kitaaluma, mwelekeo wa hali ya kiuchumi, kisiasa, tamaduni, lakini na nafasi ya vijana kwenye taifa hili. Nilikuja hapa tatu zilizopita nizindua wiki hii, na na bili, hii na nafurahi kusikia kwamba leo umehitimisha, ikiwa kesho ndio siku ya kuzima mwenge. Lakini mbili tunaitumia nafasi hii pia kwa Watanzania, makundi mbalimbali, wasomi, wafanyabiashara, wakulima, wafugaji, wavuvi kuadhimisha wiki hii kwa, kwa kuwakumbuka viongozi wetu wa kitaifa ambao ni waanzilishi wa mataifa hayo. Juzi nilikuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, kilikuwa ndio mratibu wa wasomi wa vyuo vikuu kukaa pamoja kujadili mwenendo wa taifa letu, namna taifa hili linavyowaenzi viongozi wetu waasisi wa mataifa hapa, lakini pia na namna tunapotakiwa tuenende kwa, kwa namna ya busara hekima za viongozi wetu waliongoza taifa hili kufikia. Mjadala huu nao unagusa hali ya kiuchumi wa nchi, hali ya siasa ya nchi na utamaduni wetu pia. Leo tunapokutana hapa katika wiki hii, pia ni wiki ambayo taifa letu tunakuja kuwa ni sehemu ya kuona maeneo ambayo yameathirika sana maafa. Maafa ni lugha ya jumla, huko ndani kunakuwa na matukio mengi ambayo yanaathiri maisha kupata mafuriko watu uguliwa nyumba, pia anakuwa na maporomoko ya udongo, na kupoteza watu, miundombinu, mali na fedha. kwetu watunaa siku moja, hasa leo, siku ya tarehe 13 kuwando siku ya tamko rasmi la serikali ambalo pia katika maadhimisho haya ya kimataifa ya kupunguza madhara ya maafa duniani. Sisi kama taifa na sisi pia tunaitumia siku hii kutoa tamko la siku hii ya maadhimisho ya siku kima taifa ya kimataifa ya kupunguza madhara ya maafa, na hivyo niko mbele yenu kwa ajili ya kutoa tamko hili. Na sasa nataka niwahabarishe ndugu wananchi kwamba tarehe kumi na tatu Oktoba ya kila mwaka ni siku ya kimataifa ya kupunguza madhara ya maafa. Siku hii ilianzishwa kwa azimio namba 64 kwa mia mbili lililopitishwa na baraza la umoja wa mataifa siku ya tarehe 21 ya mwezi wa 12 mwaka elfu mbili na tisa. Lengo lake ilikuwa ni kukuza utamaduni wa usimamizi wa maafa duniani kwa ajili ya kuzuia, kupunguza madhara, kujiandaa kukabili na kurejesha hali baada ya maafa. Ndugu wananchi, maadhimisho haya hutoa fursa ya kutathmini hatua zilizofikiwa katika kujenga ustahimilivu wa jamii, vile vile, na kuongeza ushirikiano kati ya serikali sekta binafsi na wadau wa maendeleo katika kupunguza athari za maafa nchini na duniani kote. Lengo kuu la maadhimisho haya ni kuhamasisha serikali, wadau na jamii kwa ujumla kuelekeza jitihada katika kujenga na kuimarisha ustahimilivu dhidi ya majanga badala ya kusubiri maafa yatokee na kisha kuelekeza rasilimali katika kukabiliana nayo. Aidha, maadhimisho haya huwa yanalenga kutekeleza kwa vitendo mkakati wa Sendai kwa kupunguza hatari za maafa ambao uliwekwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili na utendee mwaka elfu mbili na ishirini na utendee kutekelezwa mpaka mwaka elfu mbili na thelathini na utekelezaji huo katika kuongeza uwekezaji katika ustahimilivu na kuhakikisha kuwa mipango yote ya maendeleo inazingatia masuala ya usimamizi wa maafa. Ndugu wananchi, kauli mbiu ya mwaka huu inasema uwekeza katika ustahimilivu na sio katika maafa. Kauli mbiu hii inashabiana sana na msemo wa hekima wa Kiswahili usemao kinga ni bora kuliko tiba. Kauli mbiu hii inasisitiza umuhimu wa kuelekeza rasilimali za kujenga uwezo wa kukabiliana majanga kabla hayajatokea. Miongoni mwa waziri muhimu ya jukwaa la kisera kipa taifa la Oslo ambayo ilifanyika Machi mwaka elfu mbili ishirini na tano huko Norway ni pamoja na yafuatayo. La kwanza ni kuongeza uwekezaji wa rasilimali katika usimamizi wa maafa kwa kutumia fedha za ndani inaweza washirika wa maendeleo pale ambapo anajitokeza. La pili ni kuhakikisha mipango ya maendeleo ya sekta binafsi na umma inajumuisha masuala ya usimamizi wa maafa na ustahimilivu wa jamii yetu. Ndugu wananchi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo sasa hivi awamu ya sita chini ya uongozi wa mheshimiwa Daktari Samia imeendelea kuchukua hatua mbalimbali madhubuti mbalimbali za kuimarisha ustahimilivu wa taifa dhidi ya majanga kupitia utekelezaji wa sera, sheria, mikakati na miradi mbalimbali ambayo huwa tunaiandaa, ikiwemo kuandaa na kuuisha nyaraka za kitaifa kuhusu maafa ikiwemo zifuatazo. Ya kwanza tunayo sera ya taifa ya usimamizi wa maafa toleo la mwaka 2025 linazungumzia kwa kina namna tunavyoweza kusimamia maafa hapa nchini. Lakini tumeteleza sheria ya usimamizi wa maafa sura ya 242, imeeleza maafa yapi tuyape huduma na nani na nani washiriki, ikiwemo na jamii inayozunguka eneo lenye maafa. Tatu, mkakati wa taifa wa usimamizi wa maafa huu umeeleza namna ambavyo nasimamia maafa mpaka ngazi ya vitongoji ambapo ndiko matukio haya pia yalitokeza. Na mkakati huu ulianza kutumika mwaka 2022 na tutaupeleka mpaka 2027, tutafanya tathmini, tuendelee na mkakati mwingine baada ya mwaka 2027. Pia tuna mpango wa taifa kujiandaa na kukabiliana na maafa. Mpango huu unasisitiza kila sekta inayofanya kazi ambayo inajua sekta hii inakuwa uh, na changamoto inayoweza kuathiri miundombinu wenyewe, lazima ijiandaa kwa kunua vifaa vya kukabilia na maafa hake. Kwa mfano manispaa jiji la Mbeya linajua hapa kuna nyumba za raia makazi ya wananchi na ya maghorofa lazima wajiandae na kama wajia paka moto watatu, ili kila mmoja aweze kuzingatia, na kila sekta itakuwa tamkwa iweze kuzingatia. Ya kwanza ni kwa wizara na taasisi za kisekta, endeleeni kujumuisha masuala ya usimamizi wa maafa na mabadiliko ya tabia nchi katika mipango yenu na kuweka bajeti kwa ajili ya kukabiliana bili kwa sekta binafsi, endeleeni kushiriki kikamilifu katika uwekezaji na uzingatie ustahimilivu dhidi ya majanga, ikiwemo uwekaji wa bima na utekelezaji wa miongozo ya serikali. Tunashukuru sekta binafsi imeshiriki kikamilifu sana kwenye maeneo yote ya majanga na maafa ambayo yametokea dhidi ya wananchi. Sekta binafsi zilileta makatabila, zilileta maji shuka na vifaa mbalimbali vya mitaji kwa Waafrika. Tunawashukuru sana sekta binafsi kwa ushiriki wenu. Tatu, kwa wananchi wote, kwa wananchi wote hakikisheni mnatumia taarifa zinazotoa tahadhari za mapema kwenye maeneo yetu ustahimilivu wa jamii yetu. Nne, kwa wadau wa maendeleo mlioko hapa na wale ambao wanatusikiliza kupitia mbaliambali, endeleeni kushirikiana na serikali yetu kuongeza rasilimali za kifedha na kitaalamu kwa ajili ya kuimarisha ustahimilivu wa taifa letu. Haya ni mambo muhimu ambayo leo tumeamua kuyasema kwa pamoja. Nataka niwahakikishie tukiwekeza katika kujenga ustahimilivu wa jamii dhidi ya maafa, tutaokoa maisha ya watu wetu, mali za watu wetu, na rasilimali za watu wetu pia na za taifa. Nihitimishe kwa kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake makini na maono ya kimkakati katika kuimarisha mifumo ya usimamizi wa maafa

Waziri Mkuu iliamiaa ba. hapo barani wakati wa mafuriko, kisha Waziri Mkuu ilambiaa hiyo ndio baadaye. Na haya ndio maono ya rais wetu na kuimarisha kitengo na kwamba lazima tuwajibike kila mahali, na sasa tumefungua matao kila mkoa ya maafa na kuunda kamati za maafa mpaka wilayani, ili tukio likitokea kwa Ileje, basi wilaya Ileje huko huko na baadaye ofisi ya mkuu haya ndio malengo ya kuii mwisho kabisa ni wasimi wadau wote tuendelee kushirikiana tuwekeze katika usimamizi wa maafa na tuijenge taifa lenye uwezo wa kustahimili na kukabiliana na maafa yanayotokeza ndani ya nchi lengo ni kurejesha hali ya utulivu pale ambapo majanga yanapotokea na watanzania sasa tuwe tayari kabiliana na majanga popote na kutokea, kwa kuwasaidia wananchi badala ya kwenda kuwadhuru wananchi. Basi nimeanguka watu wanaangaika wako ndani, wewe badala ya kwenda kuokoa watu weza kutafuta masanduku hii. Sasa utafanya kama ni mwisho, na tupata kushirikiana pamoja katika kuokoa majanga, na tuwe tayari katika kuokoa